Bwana Mwijaku kupitia ukurasa wake wa Instagram, pale juu katika Insta story, amemtundika amemtundika ametundika tusi kwenda kwa Diamond Platinumz. Umeona bwana? Na hii ni sio mara ya kwanza, tunajua kabisa kwamba kuna kaushindani fulani hivi kanaendelea low key kati ya Mwijaku na Diamond Platinumz. Umeona bwana? Sasa na sio kwamba kwa ubaya Mwijaku anafanya hivi vitu purposely. Yaani anafanya hivi vitu makusudi na sio kwamba tukadhania kwamba eti labda anamchukia Diamond, hapana. Mwijaku bwana hajawahi kumchukia Diamond kwa sababu madili mengi sana ya Diamond huwaga Mwijaku anapewa na anayafanya vile vile. Kwa hiyo hii ni wanasema kwamba hii ni stunt ambazo Mwijaku mwenyewe waga na ziplan kumsema vibaya Diamond ili mambo ya yake yaweze kwenda. Sasa this time around bwana amedondosha mpaka tusi kwenda kwa Diamond Platnumz kupitia insta story yake Mwijaku amekutokana na tukio ambalo limetokea hivi karibuni ambalo limeibua mzozo au mjadala, watu wakiwa wanadai kwamba Diamond anamtumia Jux, anazunguka naye katika show zake huko London, ili kwa sababu anajua kabisa kwamba Jux sasa hivi anapendwa sana na wa Nigeria tokea alivomoa Prism Nigeria ambaye ndo mkewe sasa hivi kwa hiyo Juksi ni shemeji wa, wa Nigeria na wa Nigeria wametokea kumsupport sana Juksi. hivyo basi Diamond kutokana kwamba yeye ni rafiki wa Juksi kwa hiyo ameamua kuzunguka na Juksi huko London ili aweze kupata support ya wa Nigeria yani kupitia Juksi. Umeelewa mchongo eh? So hivyo ndivyo mambo yalivyo. Kwa hiyo Mwijaku amelinoti hilo na kupitia insta story yake ameandika kwamba Mwambino ni very stupid. Yani kaona nyota yake imepoa. Kaona adandie nyota ya Juksi. Na vile Juksi hanaga maarifa kichwani anakubali kutumika. Mwambino ni kama Donald Trump yeye. Yeah, friends with benefit, say no to Mwambino. Mambo hayo, hicho ndo alichokizungumza Mwijaku, kwamba Mwijaku bwana amemuita amemuita Mwambino kwamba ni kama Donald Trump, yani yeye ni rafiki iwapo kama atanufaika, yani kama kutakuwa na maslahi kwake, ndo analeta urafiki. So hicho ndo kitu ambacho Mwijaku amekizungumza. Ukiwa kama mdau na kipi cha kusema, weka maoni yako katika comment section, ndo kwa tukisoma na kureplay, kila comment section na pia, na kila pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.